Kama mchanga wanachukua, wamechukua baadhi ya watu tuliokuwa nao, wamewapa fedha kwamba wajifanye wanajitoa kwenye CHADEMA. Sasa hiyo chadema unayojitoa, wananchi ndio hawa hapa. <laughs> <laughs> wanbo <Wama> kweli. <laughs> <laughs> Hiyo nayo imeshindikana, sawa sawa. Sasa ya mwisho ndio hii, kwamba msajili amesema hamtambui katibu mkuu cha wa chama chetu, hatambui wajumbe wa kamati kuu ya chama chetu. Mimi nakuambia msajili, wewe huhitaji kumtambua katibu mkuu wa chama chetu. Sisi CHADEMA tunamtambua katibu mkuu wa chama chetu. Huna uwezo wa kututeulia nani awe katibu mkuu wa chama chetu. Tunaelewana vizuri? Msimamo wa chama chetu Katibu mkuu wa chama chetu atateuliwa na mwenyekiti, kama katibu inavyosema. Kama kuna mtu ana malalamiko akate rufaa kwenye mkutano mkuu. Sisi CHADEMA hatutabadilisha chochote kati yale ya yale tuliyoyafanya kwa maelekezo ya msajili. Tumemaliza, tumefunga. Akitaka aifute hiki chama kama ana uwezo huo. Sawa sawa Serengeti, niye mnasemaje? Niwe mnasemaje? Wangapi naunga mkono msimamo wa chama nyosha mkono kwa? Sasa wewe Jaji Mutungi kama una nguvu ifute CHADEMA. sawa sawa. Usitake kutupiga mkwara sisi, totokoavage konea, tunaelewana vizuri, tumezaliwa mara moja Tutakufa mara moja. Manana anatutisha. Alikuwepo Magufuli, alikuwa anapita mpaka majani yanatetemeka, ameondoka. Dunia hii imeisha. Sipo. Waacheni ujinga wenu bana.